E, sisi halmashauri ya Kilosa siku ya wiki tulikuwa na wiki ya kichaa cha mbwa kuanzia Jumatatu mpaka leo Ijumaa. Kwa hiyo tulikuwa na vipindi mbalimbali, tumemisha tume, shule shule ya msingi Kitete Msindazi, na tumefanya chanjo ya kuzuia ugonjwa wa kichaa cha mbwa katika kata ya Kidodi Ruaha na kata ya Ruhembe katika E, tupo kwenye kampeni ya kutokomeza kichaa cha mbwa katika e, wilaya yetu na tumepokea dozi za kuchanja mbwa e, mia tano hamsini kutoka wizara ya mifugo na maendeleo ya uvuvi katika kituo chetu cha kanda ya mashariki pale Dar es Salaam, napokuwa e, idadi ya dawa tulizopokea itasaidia kupunguza lakini mahitaji yetu bado, sisi tuna jumla ya mbwa kumi na mbili elfu na mia tano kwa maana ya idadi ya mbwa na paka waliopo katika wilaya yetu ya Kilosa. Na kama navofahamu hawa wanyama wana wanazidi kuzaliana, kwa hiyo kila mwaka hizi takwimu ta, ta, zinaendelea kubadilika aa na wingi wa wanyama wa, wa hawa na pia ile gestation period, muda gani wanazaliana wana, wana, wana za, wanazaliana kwa mwaka kwa hiyo bado tuna uhitaji na tunaomba wizara iendelee kutupambania pale tunapopatikana chanjo kama hizi za ruzuku, kwa sababu, huwa, tu... kwa ruzuku, bure, lakini, kwa sababu huwa tunatoa za ruzuku bure, lakini kwa utaratibu wafugaji wetu wanafahamu huwa wanachangia huduma hizi za kuchanja mbwa kwa, kwa wiki kuanzia jana tarehe ishirini na sita ishirini na saba na leo siku ambayo ni ya kilele cha siku ya, ya kichaa cha mbwa duniani. Chanjo hii tunaitoa bure kwa dozi hizi ambazo tumepokea ambazo zitachanja mbwa 550 ni kidogo, na ndio maana tumekuja kuhamasisha maeneo haya ya ambayo yapo karibu sana na hifadhi, yamepakana na mbuga ya Mikumi National Park, ambapo kuna mwingiliano wa wanyama hawa wanyamapori na wanyama hawa wafugao, ambapo imekuwa ni, ni rahisi sana kupata haya maambukizi, kwa sababu ugonjwa wa kichaa cha mbwa kama unaofahamika unatoka kwa binadamu kwenda kwa wanyama. Kwa hiyo mara nyingi wanyama hawa tunawafuga wanapata ugonjwa huu wakishambuliwa na wanyama wanaotoka akina fisi, mbweha na mbwa mwitu ambao wanapatikana sana sana mbuga yake. Okay.